Hiyo inaitwa fare. Hiyo inaitwa fare. Tutaomba <laughs> <na> kura. <ito> <laughs> <na> kura <ito> <laughs> <laughs> Eh, ah, uh, wa. K2 Mwenyewe bunge la mwananchi la Gidorai. Mimi kwanza salamu sangu. Nisalimie kiongozi wangu. Nayo mpenda sana Kenya hii Fred Okengo Matiangi mahali huko na kuomba sana na ninakupenda sana kwa sababu matarajio yako ya kuokoa nchi yetu ya Kenya yamekaribia. Kwa mwangaza wa Kenya wataona, na nimeona nchi mzima wanakuangalia, Matiani, saa hii hata uongelelei Karozo, kwa sababu Karozo wamwani mzuri, Karozo anayumbayumba na Karozo amekaa kwa opposition hiyo miaka yote, hakuna mapato tumepata. Sasa umekuja na painao 2027 20, 20, 20, 20, Matiang, kura hiyo kitu enda mbele, oko wa Kenya namba mbili. Naye nayependa mwingine ni nani huyu kijana kama mimi ni Babu Owino. Babu Owino, Mungu akubariki sana, nimeona umeanza kutembea Nyanza, na tunasema vijana, mahali muko tufuate hiyo kama papa Wino ameanza kazi, tulisema kama sio papa ni babu Wino. Ni nani anapinga papa Wino? papa Wino, Mungu anakupenda sana, kwa sababu nimeana umeanza ndio sababu nakumbuka nyuma, wakati last week niliwaambia ule msichana Wino Dinga, akisema rafiki yangu babu Wino akisimama hivi, hata mimi nilikuwa kwa nyumba niliserekea, nikapiga makofi, kiongozi Baba Owino kutoka Ruo Nyanza, sisi tuko nyuma ya Baba Owino. Babo Owino akifuatwa Wini Odinga wa Kenya. mahali muko taani, wambia wa viongozi na Baba Owino Nairobi na kuongojea. Hata sisi wanabunge wa Githurai tunakupenda sana, kwa sababu wewe ni kiongozi wa vijana wa Kenya, Kenya mzima. Roya ya wa Kenya, machi ni wakili wa wa Kenya. Ukikamatwa ukienda kotini, ni Babo Wino. Anasimama na wewe. Sasa nataka ni wambia hivi, vijana maali muko Kenya, mzima. Vile tulihita Matiangi, mukumbuke Babo Wino ako hapo. Natembea ako hapo, Wino dinga ako hapo. He, eh? Muna check. Didi nyora ako hapo. Mamba inakuja hivi, hivi, hivi. Tusipe wasee sa hivi ti. Wase wa sasa tumekuja. Wasee walira, walirax. Sarasi <coughs> ah, ah. Ongocha ni vituko tu Sarasi <coughs> ni vituko tu sarasi <coughs> aesifikia babu, Wino. Babu, Wino, ni majua. Lecturer, mwenye amesoma amejua sheria ndio sababu unaona nakuja leo, by the way, nilimuona leo nimeona huyo jamaa babu Wino ako na watu my friend. Ako na watu. Ajana na huyu huyu mwenye alipewa nini ya Raila na itangu aje huyu. Dr. Bubu. Aje Dr. Bubu. Obu we. Nya, relax. Relax. Baba Wino nakuja. Gladys Wanga. Utafunga virago yako, sijui kama utapitia juu ya gari ama juu ya dirisha. Kwa sababu hiyo kijana ni moto. Kitu kingine. Ni si fire. Ni fire. Baba Wino ni fire. Baba Wino ni fire. Ay yes. Ay ay. Kiongozi, kuna swali kidogo? Yes, yes, mwanangu. Inasemekana kwamba Gladys Wanga Wanga, jana usiku kuna rumors kwamba walikuwa na Kalonzo Musyoka kwa hoteli wakidiscuss mambo fulani. Uh-huh. Je, unafikiria ni Gladys Wanga anavuta Kalonzo kwenda kwa serikali au ni Kalonzo anavuta Gladys Wanga kwenda kwa opposition? Unajua Gladys Wanga already wamevutwa na Ruto. Gladys Wanga ako kwa Ruto, sasa yeye ameenda kutafuta Kalonzo. Kalonzo, by the way, by now Kalonzo ana sera ya kutuambia sisi kama Wakenya Arax akae kando, saa hii tunaongelea vijana Kenya. Saa hii vijana ndio tutachukua uzukani Kenya. Naomba yes, nikuulize mwenzangu, niulize eh. Unasema Kalonzo hana sera ya kuzia wa Kenya ana na Kalonzo wako mmoja wapo wa wale opposition ama wale principles, yeah, wa opposition. Maneno ya united opposition ni namna gani basi? Ukisema hivi, mimi wacha nikwambie hivi, vile nililelewa Kenya nikiwa mdogo mpaka nifike saa hizi Ukijaribu kuangalia sera saa ama Karonzo vile anakuja, baadaye Karonzo ni muoga. Karonzo ni muoga sana. Wacha tuseme ukweli. Yule opposition namna gani ilijibu tafadhali? Opposition, nataka nikuambie opposition. Opposition ni vile tunakuja saa hizi. Unity opposition saa hii by now vile tuko Kenya msimu. Unataka kuangaliwa ni nini ulifanya ukiwa kwa serikali, ukikuja saa hii unafanyia Wakenya nini? Tukijaribu kuangalia saa hii hata kama tunapiga Ruto. Ruto anajua kucheza siasa. Si atajui, siasa anajua. Ukijaribu kuangalia Kasagwa anajua siasa. Anajua siasa mzuri sana. Ukijaribu kukucha kwa Matiang'i, kwa ile kazi amefanya, anajua siasa. Karozo akiwa debut president, ndugu yangu chuni ya kiniki, na wao nataka kitu ya mzie ya keyword. Nataka niwaambie rasimu vanyie wa Kenya kitu ya maana yenye wanaona. Karozo alitengeneza huko kwao, nilienda pale nikatembea tembea, nimetembea tembea kidogo.

Aya, ya, ya, ya, ya. Unawezi alipewa kitu yenye hata hajui. Eh? Ukikuja huyu ni dinga, ni kijana jibukizi. Sasa hii ni vijana, tunaongelea vijana jini. Nilikuwa nimemaliza, nilikuwa nikisema unajua yeah. Wadosi, wadosi ni wananchi. Wananchi ndio kuamua, sisi ndio wadosi. Yeah, yeah. Wao viongozi. Kwa hiyo ujue na majority win. Yes. Win. Sasa unaona, mimi nikiona waga, yeah, nikifikiria ane, nikufikiria juu yangu. Ninaisa nikafikiria pengine anaisa ugana na Karonso. Nikufikiria tu ka wa waga wa akisikia ni anaweza ni kufikiria tu. Asante, huyu anafikiria, sio kuona, amefikiria, amefikiria atapewa. Atapewa na nani? <coughs> Ruto atatupa Kindiki <coughs> atatupa Kindiki kion, kion, eh, kiongozi nikuulize kidogo. Ni najua Gladys Wanga yeah, eh, kwa matanga ya Beryl eh, I think wazungumzaji wa, wa takriban wote hasa eh, wenye wanatoka kwa familia Raila walimkemea eh, na katika kumkemea, do you think amejibaki peke yake kando, kwa sababu alikemewa sana na watu wote kwa, kwa ile matanga kwamba alipokuja mpaka na huyo shemeji wa Raila alimwambia kwamba kama lazima ukuje na vijana yakupigia kelele, then ujue you are nobody. Hiyo kukemewa inaweza kuwa ndio maana inaweza kuwa ndio maana anaona ako unpopular, aende kwa Kalonzo, waende kwa opposition. Mm. au yeye anataka kuvuta rudi zaidi. Asante. Yes, hiyo swali mzuri Brendan ameniuliza. Saa hii ukiangalia kiradi siwanga ni kuisha meisha saa hii.